Salamu alaykum wa <muchas> <muchas> wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida tazamaji wetu wa channel ya Jukumaza online tv, tukiwa tumepiga kambi leo channel hii hi ya Jukumaza online tv e, katika e, sherehe za jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, leo imeandaa sherehe zake za kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu, kama unavyoona hivi vyuo mbalimbali, jumuiya hii imeandaa vyuo mbalimbali kwa ajili ya kusherehekea e, sherehe hizi za mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1447, natukiwa katika mwezi huu wa Muharram, ndio mwezi wa mwanzo wa e, mwe, mwaka huu wa Kiislamu. Muharram ndio mwezi wa kwanza ambao umeingia mwaka 1447 Al Hijria. Mingozaji wako Yusuf Othman bin Abdallah, mengi utayaona hapa, sherehe mbalimbali, michezo mbalimbali itafanyika hapa katika kiwanja hichi e, cha eneo hili la Mbarawa ambayo jumuiya hii imeweka rasmi, eh, rasmi kwa ajili ya kusherehekea sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1447 Al Hijria. Ungana na misiaa, ungana nasi mwanzo mpaka mwisho kwenye sherehe zetu hizi kujionea michezo mbalimbali mbali, ambayo itakayoweza kufanywa ama kufanikishwa katika viwanja hivi vya eh, Mbarawa chini ya jumuiya ya kuimarisha maadili na maizi bora Zanzibar. Nikwambie, ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd, mcezangu likuwa tukataa kuanza shughuli yetu hii ya kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu mwaka elfu moja 4 47 1447 al hijiria chini ya jumuiya ya kuimarisha maadili na baliki bora Zanzibar. Kiufupi utaitambua kama Jukumaza ya kuimarisha jumuiya na maadili na malezi bora Zanzibar imeandaa sherehe zake hizi za kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu mwaka elfu moja mia nne na arobaini na saba alhijiria. Kinachofuata sasa, kinachofuata sasa ni dua ya uchunguzi ndua ya uchunguzi ni dua ya uchunguzi itakayosomwa na mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Dua hiyo ya uchunguzi itamwachia yeye, lakini isiwa ataweza kumfadhilisha kum, mtu mwingine itakuwa hilo ni jukumu lake yeye mwenyewe, lakini tutamwachia nafasi hiyo, kama ni mwenyekiti wa jumuiya hii kwenda kutufungulia kwa dua. Kwa hiyo mwenyekiti maiti na kuja kwako juu ya kumkaribisha mtu au kama wewe mwenyewe kutufungulia shughuli yetu hii kwa dua aliya, tafadhali limeki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha leo jioni hii eh, mwiya yetu kuweza kuadhimisha mwaka mpya huu wa Kiislamu. Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili. Eh, kazi ndio liloikiwa hapa ni kufungua dua, lakini leo eh, tuna mtu maalum ambaye tumemwalika katika shughuli yetu hii. Kwa hiyo yeye ndiye atakayetufungulia dua kwa katika kwa hiyo, mheshimiwa tafadhali, tafadakutumulie kwa dua inshallah.

natolewa na maalimu wetu kwa niaba ya mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na maliku bora Zanzibar. Jumuiya hii inaadhimisha sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu mwaka elfu moja mia nne arobaini na saba Alhijria. Kwa hiyo makezinia mbele tuta mchezo toka wanza sasa, ni mchezo wa maswali na majibu, maswali na majibu na mwanafunzi atakayeshiriki mchezo huu ataulizwa swali moja tu, swali moja tu ataulizwa katika maswala matatu, ataulizwa swali moja. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye alifungulia mchezo huu mwanafunzi ambaye alifungulia mchezo huu ni mwanafunzi Arabia Kasim, mwanafunzi Arabia Kasim, mwanafunzi Arabia Kasim atakuja kuchagua bahasha hapa ambayo bahasha hiyo daitakuwa swali ambalo atajengewa kuweta kulijivu. Arabia Kazi atampelekea. Huyu ni Arabia Kazi wenye umri wa miaka kumi na tatu kutoka almadrasa A iliyopo ee, Nyerere, Zanzibar. Huyu ni Arabia Kazi.

mwanafunzi wa pili anayefuatilia katika zoezi hili la mashindano ya maswali ni Leman kutoka madrasa a iliyopo Nyerere auiba mwanafunzi hey! atakiwa bahasha bahasha zilizopo kwenye meza

Aya iliyotajwa mara mbili katika msahafu ni Suratul Nahli, Suratul Hijri aya y thelathini na Suratul Swad aya y sabini na tatu. Amelipata swali, amelipata swali, amelipata wanafunzi waliokuwa sasa, katika wanafunzi walioshiriki majibu na maswali Fatia nato. Fatia a wanafunzi atatangua bahasha eh, katika wanafunzi wale ambao wanaoshiriki siretu hii, wanafunzi wanne. Wanafunzi atatangua bahasha, wanafunzi ametangua bahasha, wanafunzi ametangua bahasha namba 3 na kimaliza mchezo huu, naomba wale wote walioshiriki mchezo wa kukula nazi, wale wote ambao walioshiriki mchezo walioshiriki mchezo wa kukula nazi, uwajia ndaye. Wanafunzi, swali lako kama ifuatavyo. Wanafunzi, wanafunzi, swali lako kama ifuatavyo, tusomee aya

washiriki wa mchezo wa w unanazi wajiandae tayari, wajiandae kwa kupanda kwenye steji na uzi zao pamoja na vyao vyote kiukamilifu. Wanafunzi wa kukuna nazi wanatakiwa wajezao kwenye stedi. Wanafunzi wa kukuna nazi wanatakiwa wajezao kwenye stedi, wapande kwenye stedi na vifaa vyao. Fanya haraka hiko popote ulipo, mwanafunzi ambaye kwa mbele yenu ni mwanafunzi alikamilisha zoezi hili la maswali na kitokee aya

Halima Jeli kutoka almadrasa Almadrasat Nuru Munawwar yote mkono wa kutanguwe. Mwanafunzi anayefuata wengine ni Latifa Ali kutoka Almadrasat Tauhidi eo iliyoko Nyerere Zanziba. Mwanafunzi anayefuata tena Asia Saidi kutoka almadrasa Abdia mwanafunzi anayefuata mwingine ni faubu yusuf kutoka aaaa hudarahman iliyopo yerereza ntiba. Unawaona mbele yenu wanafunzi wanaoshiriki mchezo wa kukuna nazi. Kuja kuwapa nazi moja moja, watakuja vijana maalumu kuja kuwapa kwa kabidhi hizo nazi mchezo huu Wakukunaji wa nazi tutamtafuta mshindi wa kwanza, mshindi wa pili na mshindi wa tatu. Mshindi anapatikana baada ya wepesi wake wa kumaliza. Usivunje, usivunje nazi, nazi weka chini, weka chini nazi, nazi weka chini. Huna ruhusa kuishika kwenye mkono wako, wanakoti hawa. Atekemaliza kiwepesi ndio atakayekuwa ni mshindi wa mwanzo, na tutatafuta washindi watatu tatu, na hesabu kuanzia moja. Aika nazi chini, kuanzia moja mpaka tatu, ndio utaanza kutamata nazi yako: moja, mbili, taa

Apanda huyu wewe, alafu mama misi amekupwa nafasi ya pili bado mmoja. Okay, sema ni jampe basi, lati five, lati five. Ala, huwa wewe sasa, dai la ilaha illa ndo kwa nafasi ya kwanza, ila nafasi ya pili, na tawhidi ene ndo kwa nafasi ya tatu. Tumemaliza tu hivi sasa. Tumemaliza zoezi letu, tumemaliza zoezi letu. Washindi watatu tumewapata, eh...